Yeremia sura ile ya kwanza mstari ule wa kumi anasema, angalia, nimekuweka leo, twende pamoja, sema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, na kubomoa, na kuharibu, na kuangamiza. Haleluya! Ukishamaliza hayo ili kujenga na kupanda, sema kujenga na kupanda, kwa sauti, kujenga na kupanda, kwa sauti, kujenga na kupanda. Kanisa lote sema kujenga na kupanda, kupanda. Sijasikia, sema kujenga. Kama Musheka alipanda, Bushiria alipalilia, leo Pachomeo anapenda kung'oa, anapenda kubomoa anakwenda kuharibu vile walivyopanda wao, halafu cha pangu na kwenda kukipanda upya kabisa kabisa. Haleluya, yeah. Haiwezekani kilichotoka kwao chinje na pwangu, hicho kitu hakipo. Sikiliza, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hiyo ni aina ya mababao. Sikiliza, nyoka ni shetani mwenyewe ikiwa ni wako mababu zetu vitu visivyofaa wakavipanda, ili meanze kufanya kazi kwenye vizazi vyao na limeleta matokeo mabaya hata kwetu leo. Tumepata majambazi ambao hawako na uwezo kijambazi, tumepata wachawi ambao ndani yao hawako na uwezo kichawi. Leo tuna watumishi wa Bwana, tumeokoka na Yesu ametupenda, tunakamata, tunatumia nguvu ambayo Bwana ametupa, tunakwenda kuangusha, tunakwenda kubomoa, tunakwenda kuharibu chochote chochote alichopanda alichopanda, haleluya! Eh, kama baba alikuwa ni mganga leo, napenda kupanda, unapenda kupanda chitu chipya, unapanda ujirisi, unapanda ujirisi, unapanda karama una ya rohoni. Haleluya! Chama alikuwa ni mganga leo, tunapenda kuangusha chochote ambacho unaona kilipandwa kwenye nyumba. Unaona sho cha papa, haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani sau hawajaolewa, wana sura nzuri, Mungu amewabariki nyumbani, watina shangazi hayo hayo, watina nani hayo hayo, watina bibi hayo hayo, tegemea yale anakwenda kuwapata watoto wako pia, maana ni kizazi kile kile, lakini kwa kuwa Mungu amekuita akakutenga, ehe, akakutenga. Hebu sema nimetengwa, sema nimetengwa. Mungu amekuita amekutenga na kale cha uto wewe umefanyika kwa mwana wa Ibrahimu. Haleluya! sio hapa, umefanyika kwa mwana wa Ibrahimu. Wewe ni mlezi wa uzao, wewe ni mlezi wa baraka za kimbingu, wewe ni mlezi wa uzima, wewe ni mlezi wa chochote ambacho Bwana ameachilia kwa ajili ya watu wake, sikimisa yale ambayo shetani alipanda katika si si shetani alipanda katika kaleuko siya

Mlima Magungu kwenda kuchuma dawa za kutambika ili mwazi Yesu ayo. Leo Mungu anakufanya kwa minjii, utakwenda Mlima Magungu kupiga magoti, kumwita Yesu Mungu wa kweli. Haleluya, haleluya, ili uipate kushuka. Haleluya, chochote ambacho adui alipanda, kazi yetu ni kung'oa. Mungu akamwambia Yeremia kwamba ushangalie mwili wacho, ushangalie ufupi wacho, lakini leo nimekuweka wewe kuwa nabii wa mataifa ili upate kugomoa, ili upate kuharibu, ili upate kumoa chochoche ambacho mepanda wale madui. Ndani ya watu wangu wamepanda machambicho, wamepanda madhabahu za kichawi, wamepanda madhabahu za kitanga, sinaitesha taifa langu, sinaitesha taifa langu, sina utakwenda kung'oa huduma za kichawi ndani ya hawa watu, utakwenda kubomoa matambiko ya ushirikina ndani yao, na utakwenda kupanda kitu kipya. Utakwenda kupanda kitu kipya, watapokea nguvu ya maono, watapokea haya kumpenda Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wasiokuwa wakimpenda Mungu wataanza kumpenda Mungu, maana tayari ulienda kung'oa

Kutumainia wala mambo ya kusema hapana. Basi egua ni nataka nikwambie, mwambie Mungu, inatosha hii. Madhabahu si hapa. Haleluya, haleluya. Kifafa kimehama kutoka kwa baba, kimekuja kwa shangazi, tena kimeanza kudaka na mtoto wako kale, kama madhabahu kana kwenda na umeona kabisa. Halafu unachulia umechulia, unasema ni haki yako. Naongea na watu hapa